Majirani, its been a busy weekend na weekend ilipambwa na birthday ya Amara mtoto wa Paula pamoja na Mario. Theme ya birthday photoshoot ya her first birthday imeenda na mahadhi ya Nigerian outfit. Nguo ya Paula pamoja na Amara imetoka kwa Hamisa Mobeto and of course majirani, I love the combination fabric ilivyochanganywa kwenye nguo ya Mario, its just beautiful. Ina deserve kikombe cha chai. Lakini Amara amependeza mno, ametupa photoshoot ya mermaid theme and amekuja kutupa hii photo shoot ya mama yake in white, they just look beautiful together. Haya majirani, twende tukachambue birthday husika. Hii ndo kadi ya birthday na theme inasema under the sea, ambapo girls under 18 wanatakiwa kuvaa pink, boys under 18 wanatakiwa kuvaa blue and adults wanatakiwa kuvaa white. Majirani, utekelezaji wa hii theme ya under the sea kwenye birthday ya mara umekuwa executed very well, kuanzia kwenye keki, mapambo yote yana mahadhi ya baharini au chini ya maji. Theme hii inapendeza sana kusherekea birthday ya mtoto kuanzia mwaka wa kwanza au umri wowote kwa mtoto kutokana na matumizi yake ya rangi angavu, lakini pia tunagundua kwamba ukiangalia filamu za watoto unakuta hizi rangi zinatumika sana kwenye katuni za baharini huko kwa hiyo theme ambayo imejikita kwenye kuvutia sana watoto. Haya majirani, let's move kwenye viwalo, na kiwalo cha kwanza ni upande wa familia, tukianza na full lavender edition kutoka kwa baby, mami pamoja na daddy. Tukianza na daddy ametupa suti na kakofia pamoja na miwani, suti yake na ka deco kwa mbele kameshuka chini tu. Paula, mama Amara, amevaa a short ball dress imekaa kama bebi doll kidogo. Ni hii gauni inasema mimi ndo mama Amara na huu ndo wakati wangu lavender legacy. Majirani, this caught my attention, bodyguard amevaa t-shirt imeandikwa Amara is one wonder the sea pamoja na mask nyeupe. Kwenye comment section niambie, do you think this is necessary the mask? Tukiendelea na familia, babu yake Amara P. Funk, always a smart man Then we have bibi upande wa baba, mama yake Mario akiwa in white pamoja na hijab ya mustard yellow. Then tunaye bibi upande wa mama, mama yake Paula. Huyu ni Kajala. This time kaja kitofauti, tumeshamzoea na nywele fupi, ila this time kabadilika, amevaa gauni jeupe yenye decorations of pearls, and she also had this other main dress ambayo ni nyeupe, kwa nyuma linaonekana namna hii, na akatrend kwa kuimba na Harmonize. Wanasherehekea mapenzi sio makasiriko <muchasimu> jirani, haya, wewe endelea na makasiriko Wenzako wanasherekea huko, we majirani. Nguo ya Harmonize inaonekana hivi, ni nyeupe, ina nakshi za darizi ya gold. Tumemaliza na familia, tunaenda kwa wapambe. Wanakuambia wapambe kama yao. Hawa wapambe ni kutoka la matavillage, ambao walituambia mapema kwamba wao wanakuja na fashion gala. Kwa hiyo tukaemka wa kula, wamepamba birthday ya Amarah with beautiful colors. Mashangazi na maanko, upande wa maanko wamevaa shorts, raba nyeupe, vikofia, pamoja na suspender. Upande wa aunties tunaanza na Lamata akiwa in white na a lot of colors, then kuna Love akiwa in yellow, then kuna Dora, then Queen Masanja alikuwa na nguo mbili pamoja na hii pink hapa, yupo na watoto wake, then Mwana Hery akiwa naye amevaa a pink dress. Majirani, tuzingatie kwamba stockings zimevaliwa, then Judith akiwa amevaa light blue pamoja na a very colorful hairstyle Mm -hmm. Then Lulu Diva huyu ameamka kaamua tu ku highlight maisha, she looks nice, she looks like a Barbie doll but another Barbie doll is Zailisa. <laughs> Yani, Razailisa anaonekana kama princess wa Disney, ali graduate na lollipop yake majirani, and so on kulikuwa na board dress, doll dress nyingi ambazo you'd say ni warembo wametoka kwenye bustani like flowers. Moving on to wageni ambao kadi ilikuwa inasema adult should wear white. White ya kwanza tunaipata kutoka kwa MC Aziza kutoka Kenya ikiwa na silver decoration. Next tunaye model John Gray akiwa in a white beautiful dress, then Rosman Ferre Miss Tanzania akiwa in a dress that is so gorgeous. Nguo yake kwa nyuma ina pambe hivi, na mlikuwa mnauliza anakaaje, kawajibu. Na yaani, haya Rose, tumuona majirani zako, tutapunguza midomo. Next ni Nandi, the African Princess, nimependa sana ereni zake, hakuwa anahitaji kuvaa hiyo cheni. And the simple hairstyle in this look unaweza ukaipotezea, but imetengeneza ka muonekano kazuri. Meanwhile, akiwa na Billnass. Kwanza material ya suti ya Billnass caught my attention. Then Yacinta yes, akiwa ndani ya kiwalo chake cha white chenye nakshi nakshi si chocolate in white. Hapa yupo na Martin Kadinda pamoja na mtoto wake. Next we have Irene Woya akiwa in white pamoja na gold combination. Nguo yake imetaraza namna hiyo. Na e beauty na mtoko wake wenye nyeusi juu chini nyeupe pamoja na fascinator nyeupe na accessories za red. Then we have Hamisa Mobeto malkia wa mitoko, salute to her makeup. Gauni lake kwa mbele linaonekana namna hiyo. Then we have Shade mtangazaji kutoka Clouds TV naye amevaa a white dress. Then we have Wolpa akiwa na miwani yake pamoja na white dress na pochi yake, hiyo nguo yake inaonekana hivyo then we have Gladness Kitimtimu akiwa ndani ya suit nyuma suit yake ina bonge la v na bow tie, and then we have dancer Angela Nyigu akiwa ina mini dress na yeye and then we have Uncle T akiwa ndani ya suti nyeupe na raba nyeupe. Haya, majirani zangu, ni muda wa kutoa ya moyoni, tukutane kwenye comment section. ni mwonekano wa nani umekuvutia? ni muonekano gani umekubamba sana? Bye.